Katika kipindi hiki na sisi tuna shughuli ya maadhimisho ya siku ya chakula duniani, ambapo tunaendelea kuwashukuru sana wadau wote, wizara na wahusika wote, kwa kutuheshimisha Tanga na kuridhia sisi tuwe wenyeji wa siku ya chakula duniani kwa mwaka huu. Lakini tukasema sio busara tukamaliza tukaendelea na shughuli zetu za chakula bila na sisi kutafakari kumwombea dua mzee wetu marehemu mwalimu Julius Kambarage Nyerere baba wa taifa. Basi tukasema na sisi tushirikiane na wadau wa Tanga kuweza kuwa na mdahalo na kuzungumza. Baba wa taifa ana historia kubwa kwa Tanzania, kwa dunia, lakini kwa mkoa wa Tanga, msingi wa tunu ya taifa ya umoja na mshikamano aliuasis baba wa taifa kutuunganisha sote makabila zaidi ya mia na ishirini kupitia lugha ya Kiswahili. Na bingwa aliyemfundisha lugha hii ya Kiswahili si mwingine bali ni Shaban Robert ambaye ni mwana Tanga. Kwa hivyo tunapoendelea kumwenzi baba wa taifa hatuwezi kusahau mchango wake. Na uhakika baba wa taifa leo ange, angekuwa hai akaona kile kinachoendelea vijana wanatoka wanafika mahali wanatukubali kutumiwa na makaburu kutaka kuivuruga nchi yao kwa ajili ya visenti vidogo. Kwa kweli nadhani hata wangeitwa wangechapwa bakora. Wazee ndio wanajua zaidi, sisi tulivyokuwa tunafundishwa misingi ile, kwamba umekwenda umesomeshwa kwa gharama za Watanzania, kodi ya Watanzania, umekwenda chuo kikuu bure tumesoma shule za UPE universal primary education, na ndio katika viongozi wa kwanza walioanzisha mfumo kila mtoto aende shule, lakini kupitia baba wa Taifa. Hata wazee, elimu ya watu wazima, baba wa Taifa aliisimamia kuhakikisha kwamba wale waliokosa fursa ya udogoni wanapata fursa ya kusoma elimu ya watu wazima na hata tuliwekwa katika nchi ambazo zilikuwa zinaongoza katika elimu ya watu wazima. Haya yote ni mambo ambayo baba taifa hatuwezi kuzungumza bila kuendelea kukumbuka. Lakini hata misingi ya elimu ya wakati ule ni elimu iliyotutayarisha tupambane na mazingira yetu, lakini tukiangalia, na ndio tunaona kwamba haya yote aliyosimamia ni kata yale kujaribu kujibu changamoto zile ambazo zilikuwepo katika kati yake wakati ule na hata sasa hivi ya kupambana dhidi ya ujinga, maradhi na umaskini. Lakini angetukumbusha tu kwamba msibweteki, nyinyi hamna mjomba, hamna shangazi. Amani ikipotea, hamna pa kukimbilia. Watu wamekuwa wakiwa nakimbilia kwenu, nyinyi ndio kisima cha amani Tanzania. Mungu ametuneemesha neema kubwa kubwa na ndogo ndogo hakuna madini utaitaja duniani ambayo hayapo Tanzania, lakini hata kilimo upande nini Tanga kisiote? Tuna rutuba nzuri kila kitu, kuanzia viungo mpaka pamba mpaka katani mpaka kahawa, chai, raba, mpaka mpira unaota hapa Tanga. Kila kitu tumejaliwa nacho, kwa hivyo mimi na nani, ni vizuri tuka tukaiangalia nchi yetu kwa wivu mkubwa sana, na hii amani tukasimamia kwa nguvu zetu zote, tuongee na vijana wetu, vijana ambao wanaweza wakawa kwenye mitandao, wanaona wanafuatilia mtu ambaye yuko Marekani kwenye payroll ya watu wa nje, wanafuatilia mtu si yuko hapa nalipo, wanaenda wakafanye vitu ambavyo ndivyo sivyo. Watu vizuri, tuwakumbushe, lakini tuendelee kuwakumbusha vyakula vya asili, hizi chipsi mayai, hizi vichipsi mshikaki